Ukipata habari yote, mtu kakaa na mkeo miaka 40 usifikire miaka yote hayo ni ya furaha. Ndani kulikuwa na mambo, wamevumiliana. Kuna vijitabia vingine havipendi bwana, lakini anavumilia, ndio hivyo anavyovifumbia, ndio maana wamekaa. Arrijalu qawwamuna alan nisai bima fadala llahu badahum ala bad

Inna Allaha kana aliyan kabira, anasema wanaume ni wasimamizi wa wanawake kwa sababu Mungu amewafadhilisha, amewapa nguvu. Na ndio maana hizi nguvu unazoambiwa pia za kuweza kubeba matatizo, wanawake hawana nguvu hizo. Ndio maana vile vifua vya nguvu, kuna vifua viwili, hiki cha kutoa na kuingiza pumzi na cha kubeba, ndio nguvu hiyo huyu hawezi. Ndio maana saa ingine stress zikiwapata wanawake mpaka wanapiga makelele, kwa sababu kifua chake cha kubeba ni kidogo. Unacho wewe cha kubeba, hizo nguvu pia unazo za kuhimili mikiki mikiki ya pale nyumbani, unaweza wewe. Ndiyo maana talaka tatu umepewa wewe. Ungeuona moto wake ungekuwa talaka wamepewa wao Hebu niambie ingelikuwa talaka wanazo wanawake ingekwaje? Ah, kila siku, siku tunachezea talaka. Tena hazira mbele wala nyuma, sasa umepewa wewe kwa sababu wekwasaabu anta hakimun dhakiyun zakiyun qawiyun. Wewe una una hikma wewe, una nguvu wewe. Wewe ni mjanja wewe, ndio umepewa. Sasa tofauti nakuja pale wewe mjanja mwenye nguvu sasa unapozitoa kama vile unagawa karanga bila ya kufikiria bila ya kuangalia awaqib wa khima, hapo ndipo unapo kosa katika, kwa sababu mwelekeo uliopewa wewe sasa unaharibu. Fasalihatu kanitatun hafidhatun lilghaybi bima hafidh Allah. Aya hizi zinamsifu mwanamke mwema mcha Mungu aliyejihifadhi. Eh, anasema sasa wallati takhafuna nushuzahun mwanamke anapotoka katika taa ya mumewe anaitwa nashiz. Nushuz ni kutoka mwanamke katika taa ya mumewe, yani akawa tena hasikii vitimbi. Sasa hawa Mwenyezi Mungu wese hawa mnaogopea kwamba watatoka katika taa, sio washatoka. Tahafuna, yani kabla hawajaingia katika marhala hiyo, faidhuhun, usitoe talaka kule mtume kakwambia, angalia tabia, angalia mazuri yasiyokuwa mazuri, afumbie ya macho huku. Sasa Allah anakuambia usitoe talaka kwanza, faidhuhun, wapeni mawaidha, ongieni nao.